Umeripotiwa mapigano makali na jana usiku kabla ya waasi wa M23 kufanikiwa hatimaye kuingia na kuchukua udhibiti wa mji wa kimkakati wa mashariki mwa DRC wa Uvira na kusababisha hali ya hofu iliyopelekea maelfu ya raia wa Kongo kukimbilia katika nchi jirani ya Burundi kulingana na vyanzo mbalimbali vya kiusalama na kijeshi, wanamgambo hao waliingia Uvira wakitokea eneo la kaskazini, huku Marekani na mataifa kadhaa ya Ulaya yakiwahimiza waasi wa M ishirini na tatu kusimamisha mara moja mashambulizi yao na kuitaka Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake kutoka eneo hilo la mashariki mwa DRC lenye utajiri mkubwa wa madini. Corney Nanga, msemaji wa AFC M ishirini na tatu, ametetea hatua ya kundi hilo kuchukua udhibiti wa mji wa Uvira. Anasema kwa zaidi ya miezi mitatu kumekuwa na vurugu huko Uvira, na hili ni sababu ya uwepo wa vikosi tofauti visivyo na uongozi wala mwelekeo. Kwa hiyo baada ya vikosi vya Burundi kujiondoa, jeshi la Kongo na Wazalendo walianza kupigana wao kwa wao. Inavyoonekana sasa wameamua kuuachia mji huo kutokana na hofu na kuwatelekeza raia anasema watawalinda wananchi na hawatoruhusu vurugu hizo ziendelee kwa muda mrefu, na kwamba ni lazima wajipange ili kurejesha hali ya utulivu say, wakati M23 ukichukua udhibiti wa ngome kubwa na ya mwisho katika jimbo la Kivu Kusini, wanajeshi wengi wa Kongo walichanganyikana miongoni mwa raia waliokimbilia Burundi, nchi iliyokuwa iliwatuma wanajeshi wake kusaidia DRC kupambana na Rwanda. Chanzo kimoja kutoka serikali ya Burundi kimeliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotaja jina kwamba katika kipindi cha siku mbili zilizopita kimeorodhesha zaidi ya watu elfu nane wanaowasili kila siku kutoka Kongo na kwamba serikali haina uwezo wa kuwahudumia iwe kwa chakula au huduma za matibabu. Shirika la kimataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema katika kipindi cha wiki moja pekee, watu takriban elfu thelathini wameingia nchini Burundi, huku Umoja wa Mataifa ukisema mapema wiki hii kuwa watu laki mbili wameyakimbia makazi yao mashariki mwa Kongo katika siku za hivi karibuni. Shambulio la hivi punde la M ishirini na tatu linajiri takriban mwaka mmoja tangu kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda kuchukua udhibiti wa miji muhimu ya Goma na Bukavu katika eneo ambalo limekumbwa na machafuko kwa zaidi ya miongo mitatu. Haya yanajiri pia ikiwa ni siku chache tu tangu marais wa Rwanda, Paul Kagame, na yule wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, watie saini makubaliano ya amani mjini Washington, Marekani.